Kama una dalili hizi kumi na mbili fahamu kabisa kwamba una nyota ya mafanikio. Labda kwanza tujiulize, mafanikio ni kitu gani? Mimi wanapenda kutumia nadharia hii, mafanikio ni kujua unahitaji kitu gani kwenye maisha na kuweza kukipata kikamilifu. Sasa kila mtu ana definisheni yake ya mafanikio, na kile ambacho unakitaka wewe kwenye maisha na ukafanikiwa kukipata, basi unakuwa umefanikiwa kuweza kutimiza kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuandikia. Sasa mafanikio siyo bahati, mafanikio hayana janja janja, mafanikio ni sayansi. Na ndiyo maana ninasema kama una dalili zifuatazo kumi na mbili, uwezo wako wa kufanikiwa umenyoka hivi na ni swala la muda tu kutoboa, kupo mbele ya safari. Bila kupoteza muda, tuanze kuhesabu. Kiashiria cha kwanza mpaka ya mwisho. Namba moja, unajua kuongea na watu, una lugha ya kuongea na watu kwenye biashara. Unaweza ukajikuta mtu anasema au jamaa ana kauli nzuri sana. Maanake ni nini? Maanake ni kwamba unakuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza na watu wakapenda kile unachokifanya wakapenda yale mambo ambayo unayafanya. Ndio maana unaweza kuna kuna biashara mbili zimepangana, lakini mmoja anavutia wateja zaidi, mwingine avuti wateja, na unaweza kukuta kwamba tofauti ni dogo tu, mmoja ana kauli nzuri, mmoja hana kauli nzuri. Kwa hivyo kwenye biashara na mafanikio, kauli yako, namna unavyozungumza na watu, inaeleza kwa kina kabisa namna ambavyo uwezo wako wa kuweza changamana na watu wengine, lakini muhimu zaidi uwezo wa kuwasilisha kile ambacho unachokifanya. Maisha ni mawasiliano, lugha yako unayowasiliana ndiyo inayokuletea baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo kadri unavyokuwa bora katika kuwasiliana na watu, wawe ni wateja, wafanyakazi, marafiki, ndugu, jamaa na marafiki, mawasiliano na lugha ndiyo inakuhakikishia uwezo wako wa kuweza kufanya vizuri kwenye maisha na kuongeza kipato na kufanikiwa kwa urahisi. Namba mbili, umetengeneza mazingira kwamba watu wanapenda kununua kwako, ili uweze kujitofautisha na watu wengine, uweze kujitofautisha na biashara ambazo unashindana nazo kwenye ushindani. Ni muhimu sana kujitengenezea mazingira ya watu kupenda bidhaa ama huduma unazozifanya, sio kama umekuwa kwenye mazingira yale kwamba kuna mtu fulani lazima ukaununue kwake yani hakuna sehemu yoyote unaweza kwenda kununua tofauti na kwake. Hiyo maanake ni kwamba umejitengenezea mazingira ya kuhakikisha kwamba bidhaa zako huduma zako zinakubalika na watu, na kwa sababu kile wanachokipata kinaridhika, na inakuwa rahisi zaidi kuweza kukuza biashara kwa kiwango kikubwa. Kama una hiki kiashiria kutoboa, ni swala la muda tu. Namba tatu, ukitoa aidia yako watu wao wanaikubali na kuifanyia kazi. Moja ya changamoto kubwa kwenye maisha ni uwezo wa kusema jambo, kuliwasilisha jambo na watu wakaweza kulifanyia kazi, wakalikubali kwa sababu sio kila mtu ana uwezo wa kushawishi. Ndio maana unaweza kukuta watu wengi wenye akili sana, watu ambao ni smart sana, wao wanakuwa na vitu vyao wa kichwani, wana ideas ambazo ni heavy sana kichwani, lakini uwezo wao wa kuziwasilisha mbele ya watu inakuwa changamoto kubwa sana. Kwa hivyo kama kila ukitoa idea yako watu wanaikimbilia, watu wanaifanya, watu wanaipokea, maanake fahamu kabisa kwamba nyota yako inang'aa na uwezo wako wa kufanikiwa ni mkubwa sana. Namba nne, unafahamu lugha ya pesa na thamani. Pesa ni nini? Pesa ni kibadilishio cha thamani. You transfer value unapokea pesa. Kwa hivyo unapoelewa vizuri hii maana, maana yake hautafocus kwenye kutafuta pesa bali kuwa bora, kuwa na bidhaa bora, kuwa na huduma bora ili uweze kuuzia watu bidhaa zako, huduma zako, thamani zako na uweze kuingiza fedha kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kadri unavyoelewa hii maana ya pesa na haya mambo jinsi yanavyofanya kazi, inakurahisishia sana wewe kuweza kutengeneza maisha yako lakini pia kufanikiwa katika kila kitu ambacho una kifanya. Kama una hii dalili, kila mtu anapenda kufanya kazi na wewe. Mkiwa kwenye magroup, kila mtu anatamani kufanya kazi na wewe. Mkiwa kwenye biashara, kila mtu anatamani kufanya kazi na wewe, ukiso ukitoa idea y watu wanatamani kushirikiana na wewe. Ukiona kuna hivi viashiria, utambua kabisa kwamba mambo yako ni mazuri, nyota yako ni nzuri na unachotakiwa ni kuongeza kazi, kuongeza spidi na kuchapa kazi kwa sababu ili uweze kufika mbali, ili uweze kufanya vitu kwa viwango vikubwa, ni lazima utengeneze mazingira ya watu kupenda kufanya kazi na wewe. Kama hakuna watu wanapenda kufanya kazi na wewe, maana yake utatumia nguvu nyingi sana, ubaki pale ulipo, utatumia nguvu nyingi sana, aa, kupambana kufurukuta. Lakini kadri unavyojiweka kwenye mazingira ya kuweza kufanya kazi na watu, kushirikiana na watu, ndiyo inakuwa rahisi zaidi kwako kuweza kutoboa. Namba sita, unakuwa na marafiki mtaji, marafiki ambao wanakusaidia, marafiki ambao ukikwama wanakupushi, marafiki ambao hawakuchukulii energy yako maanake kwenye maisha, mafanikio yako yanakuwa determined na watu wanaokuzunguka kila siku. Kipato chako uwiano wako wa watu watano wanaokuzunguka kila siku ndio wanayo determine wastani wa kipato unachoweza kuingiza. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kadri unavyokuwa na watu sahihi wanaokuzunguka, inakuwa rahisi zaidi kwako kuweza kuongeza uwezo wako wa kuweza ku break through na kuweza kufikia vitu unavyovitaka kwenye maisha. Namba saba, haulalamiki wala kulaumu laumu. Kama unajiona kabisa umeshaachana mambo ya kulalamika lalamika, au mambo ya kulaumu laumu, sijui nilisoma degree ambayo haina ajira, sijui serikali haijajiri, sijui mama mdogo sio alifanyaje, mjomba sio alifanyaje, sijui fulani aligoma kunisaidia, kama umeshaacha hizi tabia, elewa kabisa kwamba uko tayari kwenye njia ambayo ni rahisi sana kuweza kufanikiwa, kwa sababu umejitengenezea mazingira mazuri ambayo ni rahisi kwako kuweza kufikia uwezo mkubwa na kuweza kutoboa kule unakoelekea. Kiashiria cha nane, unafahamu kwamba maisha ni kioo. Maisha yanafanya kazi kama kioo. Aliwahi kusema Fid Q kwenye wimbo wake mmoja, kwamba maisha ni kama kioo, ukiachekea nayo yanacheka. Hii inamaanisha nini? Kwamba kile unaweka duniani ndicho unachopata. Kile unachowaambia watu ndicho wanachorudisha kwako. Kile unachowasaidia watu hao ndio watakokuja kurudisha a, baraka upande wako manake kile ambacho chochote kile ambacho tunaitoa duniani, watu tunaowasaidia, bidhaa tunazotoa, huduma tunazotoa, ni same, same energy, tunaenda kurudisha, tunaenda kupokea. Na hii ni maana kubwa sana kwenye maisha. Maana yake ni kwamba jifunze kuwa mtu ambaye unajali sana watu na unaangalia zaidi watu wanapata nini, kwa sababu ni rahisi sana kuweza kupata mafanikio kwa kuelewa hivyo, kwa sababu ukiwapa watu vibaya, watakupa vitu vibaya. Ukiwapa watu vitu vizuri daima watarudisha vitu vizuri upande wako. Ukielewa hii ukiwa na hii dalili, mambo yako yakosupa vizuri. Dalili ya tisa ni kujua kuomba na kujiongeza. Moja ya changamoto kubwa inayowapata watu wengi kushindwa kutoboa ni kwa sababu ya kushindwa kuomba na kushindwa kujiongeza. Watu wanaodhani wana akili sana huwa wanaogopa kuomba watu wanaodhani wanajua sana kumbe hawajui, huwa wanaogopa kuuliza, wanaogopa kuomba. Hii ni dalili kwamba kadri unavyokuwa, ni rahisi kuomba pale unapohitaji msaada, ni rahisi kujiongeza, kuweza kucheki na watu, itakurahisisha sana wewe kuweza kufika viwango vya juu. Maana yake ni kwamba hii ni dalili mojawapo ambayo inakusaidia sana kuweza kufika viwango vikubwa, ushawishi kwa watu wengi kupitia content kama ambavyo unatizama kontenti hizi ama ushawishi wa kuconnect na mtu mmoja mmoja watu kimkakati. Hivi vitu vyote viwili vinakurahisishia zaidi kuweza kufika mbali kwa viwango vikubwa, na ndio maana anasema hizi dalili kama uko nazo vizuri, maana yake uwezo wa ushawishi unaonyesha kabisa kwamba uwezo wako wa kufanikiwa unazidi kuwa kwenye kiwango cha juu kabisa. Namba kumi na moja, unazingatia afya yako. Haunywi energy, hauli vibaya, hauli kama unahama, unapunguza idadi ya milo, unafunga, unakula mlo mmoja kwa siku, unakula milo miwili. Ukianza kuona unajali sana afya yako, wewe fahamu kabisa kwamba ni kama nyota ya mafanikio inakutembelea hivi, uwezo wako kufanikiwa unazidi kuwa mkubwa, kwa sababu watu ambao wana ndoto kubwa ni watu ambao wanathamini sana afya zao. Mtu ukimwona anajali sana afya yake, maana yake anajua huko mbele anahitajika na watu wengi zaidi, na na ndoto kubwa za kukamilisha. Kwa hivyo kadri unavyozidi kujali afya yako, weelewa kabisa kwamba kuna kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu amekuandikia kiko mbele. Namba kumi na mbili, huna hisia kwenye maisha, hufanyi maamuzi kwa kutumia hisia. Hufanyi decisions zozote za biashara, chochote kile kinachoendana na kitu ambacho ni positive kwenye maisha yako kwa kutumia hisia, sababu watu ambao wanafanya maamuzi kwa hisia ni watu ambao huwa wanakuja kujutia baadaye, kwa sababu vitu vingi havitaki hisia, vinataka watu watende vitu kwa kutumia data, kwa kutumia statistics, kwa kutumia facts. Maana yake ni kwamba Uwezo wako wa kufanya maamuzi sahihi unakuwa mkubwa zaidi. Na kama natamani kuzijua hizi dalili kwa kina zaidi na kujifunza zaidi namna bora ya kuweza kuvutia vitu vizuri vizuri kwenye maisha yako na kuweza kujihakikishia mafanikio, basi linki iko kwenye description itakusaidia zaidi kuweza kujifunza kwa kina na kuwa mtaalamu ambaye anafanya vitu vikubwa kwenye maisha yake.